Hakuna eneo baya la kumpata mtu kama dini. Unapomkamata mtu kwenye dini na ukamlisha ubaya wa mtu kwenye dini, unajenga chuki ya ndani ya moyo kuliko wanasiasa. Wanasiasa wakimharibu mtu wanamharibu mtu kichwani, kichwa hakiweki. Akija mwingine na zuri, ile baya litaondoka, zuri litaingia, lakini ndani ya moyo likiingia, limeingia. Kwa viongozi wetu wa dini, kaeni kwenye mstari wenu. Dini zetu zote dini zetu zote zinasema kila mamlaka imeletwa na Mungu, kila mamlaka imeletwa na Mungu, iwe kwenye mamlaka kuna mwanamke, iwe kwenye mamlaka kuna mwanamme, kila mamlaka imeletwa na Mungu. Na sababu ya Mungu kuleta mamlaka hayo hakuna anaoijua duniani, hakuna. Mungu peke yake ndo alikuwa anajua kwa nini Samia leo yuko hapa. Kwa hiyo niwaombe sana viongozi wa dini tuvae majoho yale, majoho yetu yaoneshe sura hal halisi. Hakuna kitabu chochote cha dini kimesema tutazitumia dini zetu kuvuruga nchi zetu. Hakuna, ni utashi binafsi wa watu kwa ubaya wa nafsi zao. Kwa msivae majoho ya dini mkatengeneza utashi wenu binafsi kwa kupitia vivuli vya dini, dini zote. Niwaombe sana viongozi wa dini, tusimame tusivuruge nchi yetu.